Kutoka huko Kilanji, hebu tusimulie kidogo hiyo sintofahamu iliyotokea msibani, ilikuwaje? Nzuri, unayeongea naye ndio alikuwa mzungumzaji na wa... kwa namna ya upande wa sintofahamu, kwa upande wa vijana, sintofahamu ambayo metokea ni ni kwamba tulikuwa tulikuwa kuna kijana mtu ambaye alikuwa anaishi Kidasama, anafanya kazi kwa kwa mtu, kwa namna kufanya kazi dukani. Alivyokuwa akifanya kazi dukani, mm-hmm, baadaye wakatu- wakatupigia simu ikiwa ni juzi kuwa ndugu yenu huku amekata. Baada ya kusema amekata, amekateje? wakati hajapigiwa simu ya kuwa alikuwa naumwa nauwali tukasema sawa, kwa sababu tumeshapata taarifa, tukasubiria. Lakini walivyokuja kufika na maiti mm. kwe, si maiti hatakuwa tayari nayo kuipokea kwa na nini? Kwanza ndugu yetu walimchukua, wakati wanakuja kumchukua kwenda Dar es Salaam kufanya kazi, walimchukua nyumbani Iweje sisi maiti tuchukulie njiani? Wao walisema maiti muichukulie wapi? Wao walisema watakuja na kutoka kwenye barabara kuu tuichukulie njiani, kwa namna kwa kitongoji ambacho walikuwa naishi huyu kijana Ndevero, huku katikati. Aha, kwa namna kwa njia panda shuleni Kilanji, aha, kwa maana ya nyumbani, hawafikishi nyumbani kabisa, panapotakiwa hawafikishi nyumbani panapotakiwa, kwa sababu hali ya hewa ilikuwa ni mvua, ilinyesha jana, kwa hiyo akaogopa ule utelezi. Aha, okay uterezik uh -huh lakini baada ya hapo walivyo vijana tukajikusanya kwa namna tufike tupokee, kwa sababu wamesema sisi tulikuwa tukielekezwa na, na, na kiongozi kwa namna mtendaji wa kijiji kuwa jamani, tutapokea maiti hapa kwa namna njia panda kwenda shuleni, shule ya msingi Kilanji. Baada ya hao baadaye wakasema ah hatutafika tena, na vijana kama vijana wakaamua kugoma, kwa bana kama hamtafika hapa basi sisi tunaomba mtabeba ninyi wenye kupeleka wapi marehemu anakotakiwa kufika vijana kweli wakachukua hatua kusimama kwa msimamo wako udhabiti ukaenda hadi kufika msibani wakasema sisi tunasubiria na hatutahitaji kijana yoyote wa mwananchi wa kijiji hiki ahusike kubeba ule mwili mm. tunahitaji wale waliokuwa naishi na huyo mtu na waliyemleta huyu mtu wamfikishe mahali tunapohitaji ndiyo lakini baada ya pale kubeba wale kweli watu wakabeba, waliotoka Dar es Salaam wakabeba, wakabeba wakafikisha maiti palipohusika, na walivyobeba maiti wamefikisha palipohusika. Baadaye sisi kama vijana tuliokuwa na msimamo tukafika, kipindi wakasema ah, pana, hebu tukazungumze, hatutoweza mm. kuchimba sisi kaburi. Na sababu ya kukataa kuchimba kaburi ilikuwa ni nini? Sababu ya kuto kuchimba kaburi ilikuwa ni kauli zao walizozitoa mara ya kwanza. mm. Kwanza walitutukana kuwa sisi mlijua hatutaweza kubeba hii maiti, tunaweza kubeba kwanza. Mmetangulia bwana harusi tu yuko nyuma, na kuja, ambayo bwana harusi ndio huyo marehemu. Sasa ilivyofika hiyo eh, tukagoma kusema sasa na kaburi hatutachimba, lazima tufikie kipindi tujue chanzo na kifo cha pinduwaakafa chanzo ilikuwa shida ni nini? Maanake mm. hatujapata taarifa ya kuwa aliumwa kichwa mm. wala miguu mm. wala tumbo hatujapata mm. tunataka tufahamu kwanza, cha kwanza tunataka tufahamu aliyekuwa na shida huyu ndugu yetu. Baada ya kutaja hivo, bahati nzuri tulikuwepo na vyombo vya usalama na ulinzi kwa, vilikuwepo pale kwa maana ya, ya wale vyombo vya ulinzi. Vilivyofika pale vy vyombo vya vya ulinzi ulinzi, ufafanue vizuri hapo. Vyombo vya ulinzi kwa maana ya kwa maana polisi. Okay e, polisi walikuja polisi mm. wawili wa tarafa Blongo. Okay. Eh, walivyofika pale, baada ya kuhitaji sita mazungumzo ya kuhitaji yule aliyekuwa anaishi na mtoto atupe abc amefia nini. Bahati nzuri hakuwepo rasmi, aliyekuwa anaishi naye akajitokeza ambaye anawakilisha yeah, kwa ule, ule msafara yeah. Akazungumza kwa namna, kwa kweli huyu kijana hajaugua wala nini, kuna alivyowagana na bosi wake jioni, akaenda aka nyumbani nyumbani, wakaenda wanalala na rafiki yake, walikuwa wawili wanao, walikuwa wanalala wanafanya kazi kwa sehemu moja, wamelala, asubuhi mwenzake akawa wameamka kwenda kuoga kwa namna ile saa kumi na moja kwa kwa taratibu zao huwa wanaenda saa kumi na mbili na ishirini kwenda kuanza kusupply wa wenzao kwenye kwenda kuuza madukani. Baada hapo yule alivyoenda kuoga arudi sasa amchukue amwamshe mwenzake akaoga ili waendelee na kuendelea na prosesi za kwenda kazini, anashangaa mwenzake haamke, anamwamsha haamke, mtu ameshakata. Kwa hiyo kifupi tulikuwa tumepata hii kutoka kwa aliyekuwa akiwakilisha. Sasa kwa nini vijana walikataa kutumia lile jeneza ambalo lilikuja na mwili na kuzuia wale wageni waliotoka kule kushiriki katika mazishi yaliyokuwa yakiendelea? Tu namna ya kuzuia kwa ile jeneza kuonyesha kuwa sisi vijana na si uwezo wa lile jeneza kutengeneza, tuna uwezo kwanza kabisa, kwa sababu wao waliona kama sisi ni watu wa, wa polini hatuna ile ile kuonekani kama sisi tunaweza tukasema tuka lolote juu yao ili ku kuaminisha kuwa na sisi tuna msimamo na sisi kijana wetu tunampenda. Sasa tunataka tubadilishe mfumo wao kwa sababu wao walikuwa wanatuhitaji sana tukishirikiana nao lolote itakaloendelea kwenye male, kwenye maiti ile nao wahusike. Na sisi kap tukagundua kuwa hii haitakuwa njema, basi anyway tubadilishe jeneza lao tujenge la kwetu na lile la kwao wakarudi nalo au ikaweje, lile la kwao halikuweza kurudi. Na baada ya pale, tuliliacha ile mm -hmm. jeneza ndani, tukaanza tuka sisi kujichanga hela vijana, kama vijana, hatukuchukua kwa wanandugu, vijana kama vijana, kwa namna kama vijana, uh, kwa wa, wa kijiji kizima tukajichanga hela tukanunua ambao, tukanunua misumari, tukanunua nguo kwa ajili ya kuzungusia kwenye jeneza tukalitengeneza jeneza pale pale msibani. Tulivyomaliza tukaenda tukahamisha tukahamisha mwili wa marehemu kwenda kwenye jeneza jipya, vile jeneza lile tukarudisha, na vifaa vyake vyote vilivyokuwepo mle, kuna nguo walizokuwa wamezivisha, picha, misalaba, mataji yote tukaweka mle ndani, tukatoka, tuka, tuka, tuka, tuka tukazungumza tuka, tuka, tuka na viongozi wa serikali wa, wa, wa kwa kabla hasijaenda kumzika huyo mtu, tunataka kwanza tulisome ili jeneza wakakubali, wakakubali serikali pamoja na viongozi wa dini wakakubali. Kwa tukasema jamani, ili tupoteze muda, viongozi wa dini wakati wanaendelea na ibada na wengine tuende tukasimamia ili jeneza, maana hatuwezi hivi. Kwa hiyo tukalisimamia jeneza tukalipiga na na petroli kwa koka hadi tunahakikisha lina waka linaisha. na sababu ya kulichoma ilikuwa ni nini? Sababu ya kulichoma manake, hatu hatuna nafasi pa kulihifadhi. Okay, hapo pia na wao hawakwepo tayari kulirudi nalo, watarudi nalo wataenda kuhifadhi wapi? Sasa kwa nini mchakato umekuwa mrefu sana mpaka kuzika, kuchimba, vitu vyote hivyo, shida hasa ilikuwa ni wapi? Shida ilipotokea ni kwamba kuwa wale yule kijana, kuna vijana wenzake wawili walienda kwa kifo cha msikizo kama huu, na ndo ambacho kimetupa sisi simtofahamu kuwa kwa nini vijana wanaondoka huu wazima wanakuja wanakuja marehemu wanaondoka wazima wanakuja marehemu. Manake huyu kijana alikuwa ni watatu kwa kijiji hiki, na aliyekuwa aliyewachukua ni huyo ni mtu huyu mmoja, kwa namna nyingine sema mshenga huyu mmoja. Kwa hiyo wananchi wali- walihisi labda yawezekana kuna namna nyingine e, walihisi kuwa kuna namna nyingine. Uh, kwa sababu hatuoni kuwa kumwa kwake ni nini kukiona kwa mtu aliumwa kichwa labda. Sawa, naweza sema labda kipanda uso kilimzidi au damu ilizidi, lakini hakuna kitu ka namna hiyo. Sasa baada ya hapo, mmeshafanikiwa kuzika, kuna chochote kinachoendelea? Tumeshamaliza kuzika, taratibu zinazoendelea ni kuomboleza msiba na kumkuuliza jaziba mzazi wa mtoto. Ni kushukuru sana Aggrey. Ndiyo, ndiyo, nashukuru na mimi kwa, kwa kutuunganisha tuweze kuzungumza, lakini japokuwa hata sisi wenyewe tumepata shida sana kwa hili tukio mm. lazi tungekuwa tupo karibu na na na vituo vya vya vya a vya, vya, vya habari mmmitakuwa na ninyi mungekuwepo, ile asema basi, kwa sababu tuliokuwa tukianza wote tulikuwa tumetingwa kuwa tuta- tuizungumza hivi. Lazi mngekuwa umekuja ninyi, ndiyo umekuwa mngondoka na picha ambayo mumeiona live, na hizo picha mnazo tumiwa mnaweza mkaziona zimechomwa, manyene ndivyo ilivyokuwepo, na sintofahamu yote hii leo watu wameondoka na kujua kuwa iisha, Kilanji kina msimamo na kipo imara, kwa kuangalia na wajifunze na watu wengine kuwa Kilanji saizi, hatutaki watu kuja kuchukua wafanya kazi kwa namna kwenda kufanya dukani, sijui mawasigeru saizi, sisi tumebaki na msimamo wa kusema sisi takiwa tusomeshe watoto wasome waje wairithi wa, wa elimu yake aliyoisoma, na vinginevyo kama ame- ameferi basi akadhane na jembe ajitegemee, sio kwenda kufanya kazi kwa mtu, maanake tumeanza kupata hasara za kutosha. Sasa kwa kufanya hicho, hilo tukio lililotokea mnadhani litakuwa funzo kwa kukomesha hivyo vitendo ambavyo pengine wananchi wanahusisha ina, dhani, ina na ushirikina, labda ndio hii inadhani inahusika na ushirikina. Na leo hatukuwepo watu wa Kilanji tu, tulikuwepo pande zote nne, kwa namna watu wametoka mbali na mbali. Unajua, tukio lote lile la kusikitisha, watu huwa wanajitokeza wengi, tofauti na, na lile ambalo la mtu aliugua na nini, watu no, wanakwaga ni wachache. Kufika leo watu wengi wamejifunza kupitia kijiji hiki wamejifunza kupitia vijana hawa, wamejifunza kuwa hata mabosi wenyewe waliokuwa wanakuja, wamejifunza kuwa kule sio kwa kwenda kichwa kichwa, wala saizi. Sisi huyu awezekanika, huyu aliyefanya tukio hila, amewapotezea morali wenzake ambao walikuwa na mpango wa kuja kuwaomba vijana. <laughs>